Stranded as a KICC office locked over rent areas. Yani, kuna baadhi ya wabunge ambao uh, walikuwa stranded pale KICC, ambapo kuna muofisi ambazo uh, au wabunge wanamiliki pale, na inaripotiwa kwamba hii ni kwa sababu ya rent. Kuna rent ambayo yalipwa na bunge uh, kwa hizi ofisi za wabunge pale uh, KICC. Uh, hen hii habari ilishangaza ni kwa sababu juzi juzi hapa E, tulizindua ghorofa nzima ya ofisi ya wabunge hii e, e, e, e, Bunge Towers ambapo wabunge wote walikuwa nafaa kuwa wako na ofisi pale. Sijui itakuwaje kwamba baadhi ya wabunge bado wako na ofisi pale KICC. Ni kwamba hii jengo ambalo walitumia pesa nyingi sana kuijenga haijatoshea wabunge wote ama hawa ni wale walikataa kwenda kwa hizo ofisi za pale Bunge Towers, kwa sababu tulitumia pesa nyingi sana za walipa ushuru ama Wakenya kuweza kuwatengenezia maofisi pamoja pia na maeneo za mikutano hapo Bunge Towers. Itakuwaje kwamba wengine bado wako pale KICC ambapo wameshindwa hata kulipa rent? Jamani, hiyo ni habari ambayo naona Inazungumziwa sana na is one of the trending topics pale. Alafu habari nyingine pia ambayo naona pale, High Court orders murder suspect Philip Aroko to remain in custody for seven days. Eh, High Court imeweza kumwamrisha huyu uh, jamaa kutoka kule Kasipula, eh, Philip na Hashon Aroko kwamba aendelee eh, kuzuliwa pale huku kesi yake ikiendelea ku, kutayarishwa pale. Kumbuka huyu bwana Aroko ni mojawapo ya wale ambao wamekamatwa eh, kuhusiana na kifo ama mauaji ya aliyekuwa mbunge wa Kasipula, Charles Ong'ondo Were. Kwa hivyo hiyo pia ni habari ambayo inaangazwa pale. Habari nyingine nasema, Matiangi amerejea kule Marekani na speculation ni kwamba uende labda ameenda ku resign kazi yake ya World Bank ili aje hapa nchini Kenya kuania nafasi ya urais, lakini wengine pia wanasema ama huenda labda Matiangi ameingiza baridi. Hiyo ni habari ambayo ndio imeangaziwa me, me, pale, kwa sababu itakuwaja kwamba alianza na vishasha, vishasha, vishasha kidogo kidogo wanasema amerudi uh, Marekani. Kwa hivyo, kuna wale wanasema labda ameenda kuresign kazi yake ambapo, uh, uh, alikuwa anafanyia World Bank. Lakini resignation siku hizi nafikiri kwamba mtu anatuma tu barua, lazima uende kule. Wengine nao wanasema huenda Matiangi ameona ya hii kitu hii kitu ni moto, akaingiza baridi, kwa sababu unajua ni eh, mgombeaji ambaye ya inaonekana ni kama anasukumwa na watu fulani, na nat kwamba huenda labda ni rais mstaafu Uhuru Kenyatta ndiye anamsukuma katika eh, mambo ya kuwania nafasi ya urais pale. Kwa hivyo ni speculation ambayo pia naona inazungumziwa sana kwenye mitandao. Kwa hivyo ni habari nyingine au ya